Mechi ya leo tulikuwa tucheze na Mlimani Academy ya hapa hapa Manyoni lakini sisi kama Aris FC, tumefika uwanjani lakini mpinzani hajatokea uwanjani. Mechi ya kwanza tulicheza vizuri tukapata matokeo, tulicheza na Soria tukashinda goli tatu bila. Mechi ya leo mchezo wa pili kwenye kundi A ligi ya wilaya 2025 26, tumefika mpinzani hajafika, lakini taratibu zote za mchezo zimefuatwa, tumepata pointi tatu muhimu Mi nafikiri tusimamie tu, tu kwenye mpira kitu gani kinatakiwa, sheria zimewekwa za mpira zifuatwe, kwa sababu tukifuata sheria bila kumwonea huyu mkubwa au hii timu ni ndogo, hii timu ni dhaifu, hii timu ina nguvu, ina mashabiki wengi na mashabiki wachache. Tunachopaswa sisi kuangalia ni mpira, kanuni zake, sheria zake zifuatwe, ili mpira wetu usonge mbele bila kumwonea mtu huruma. Kimsingi sijapendezwa sija sana, nimesikitishwa sana kitendo alichokifanya wenzetu wa Mlimani kwa kutokuleta timu kwa sababu tunaandaa timu kwa gharama kubwa, tunasajili wachezaji wenye uwezo mkubwa kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kucheza mechi, vijana wapate nafasi ya kuonekana, kama unavyoona hivi, lakini wenzetu wanashindwa kutokeza kwenye mechi. Hiki kitendo sio kizuri, naamini na, na, na baadaye chama cha mpira wa wilaya ya Manyoni wataitolea taarifa, wataitolea kauli ili kuzuia kuzui, au na kukomesha kabisa vitendo vya timu kutokushiriki kwenye michezo. Wameshiriki, taratibu zote za mchezo zimefuatwa, lakini mwisho wa siku hawajaleta timu uwanjani. Mimi binafsi sijapendezwa, nimesikitishwa sana na, kama chama tunachukua sheria zile zile za zam, zam, mpira: timu isipofika uwanjani inanyang'anywa point tatu na anapewa timu ambayo imefika uwanjani, kwa sababu wanahuzulia vikao vyote vya maandalizi ya mechi isipokuwa mda wa mechi ndio wanafika. Oe, timu moja hiyo moja kwa kwa, sheria ziko wazi kwamba timu moja isipofika nyingine inapewa ushindi. Kwa mechi ya leo timu ya Ardhi imechukua pointi tatu na manake, Mlimani, sasa kwa amucho, kwa zaabu, timu mechi zote mbli hajacheza na wenyewe wanakubaliana timu zaidi ya kumi na timu na timu, ya, na timu ya Mlimani ilikuepo imekubali kwamba tunatengeneza makundi mapya, lakini baada ya kuja muda wa kucheza yenyewe inaona kama imeonewa. Kwa hiyo tuna barua zake ambazo ameziandika na tunazijadili zijadili saizi kwenye